Mesi Jackson, nafurahi sana kukuona leo hapa maana takriban wiki sasa nakutafuta, lakini nimekuwa nikitafuta pasina mafanikio yoyote. Juzi nilikuja nilikuja pale nyumbani kwako, nikamkuta mdogo wako Kevin, kaniambia kwamba uko busy na mambo ya kiofisi na mambo ya serikali yale. Kwa hiyo nikaona basi, hamna shida, nitatafuta mda wote. Imekuwa kama neema, leo hii mimi na wewe kuta mahali hapa. Nimekuelewa shida yako nini, kiongozi. Najua pale nyumbani dazi wangu ni mgonjwa sana, hivyo lengo na madhumuni la kuja kutafuta Mr. Jack likuwa nataka msaada wako japo uh, pesa na matibabu. Maana nimeenda hospitali, meendea matibabu shilingi milioni tano. Sasa ukiangalia hali nyumbani pale kiuchumi sio nzuri sana ni bora zaidi nifuate wewe kiongozi wangu, uweze kunisaidia katika tatizo hili. Nakuomba sana kiongozi, hii ndio shida ya familia maskini. Kijana kama wewe hivi eh? nikichangisha hizo milioni tano, sawa familia hamwezi kuvipata eh? Ndio, hamwezi kuipata wai naniambia mimi kuwa kiongozi tu kidogo eh? tu nahitaji msaada kutoka kwangu wai kwa nini eh? ofisini mara moja. Jana na mambo mengi. Na mambo mengi kufanya. Muda wangu uruhusu kukaa hapa. Na viongozi wananisubiri. Asante baba kwa ulichonipa. Mwana sijui kama kule nitafika. Maisha yangu kuja kutapata hapa. Basi na pesa baba ninadhalilika. Na imani ipo siku nitafika